Merry Christmas. So kwa siku chache mbili tatu zilizopita nimekuwa nikisoma hichi kitabu ni ni kipya kabisa kimeandikwa na, na Profesa Mahmud Mamdani. Um, hata sijaenda mbali sijafika mbali kabisa, lakini tayari nimenikumbusha swali ambalo nimekuwa nikijiuliza mara nyingi kwamba viongozi wetu wanatoka wapi? kwamba tukitaka ku, kuwafuatilia walikozaliwa, makuzi yao uh, waliingiaje kwenye uongozi wakafika mpaka juu walikofika, tunaweza kuona kwamba wamefikaje fikaje hapo walipofika, na wanastahili kweli kuwepo hapo walipofika, na majukumu uh, wakapewa majukumu hayo ambayo wamepewa kama nilivyosema, sijafika mbali sana kwenye hichi kitabu, lakini hadi hivi sasa tunagundua kwamba hichi kitabu kinazungumzia Idi Amini pamoja na Museveni, ni kama, ni, ni kama biografia fulani hivi, inaangazia walikozaliwa, makuzi yao, harakati zao za siasa mpaka juu walipofika, na hapa tu ambapo nimefika hivi sasa inaonyesha kwamba yale yote ambayo amini, Idi Amini alikuwa anayafanya hayakutoka tu uh, hewani. Kwamba baada ya kuwa ameshika urais au nafasi ya juu ndo akaanza kufanya vile vitu ambavyo amefanya ukatili wake, um, uh, mambo mambo yake ya ajabu, ajabu, unagundua kwamba si tu kwamba amini alikuwa mpumbavu au uh, alikuwa mjinga, um, ni vitu ambavyo vina mizizi kutoka kule alikotoka, um, namna alivyozaliwa. Uh, namna maen, mazingira aliyokulia kwenye, kwenye kota za polisi, watu ambao walikuwa nao pale, mchanganyiko ule wa, wa rangi wa Afrika na, na Wahindi. Kazi zake alipokuwa anafanya kazi za kiwaskari, wanajeshi jeshi, kote alikopita huko, kote alikuwa anakusanya namna au, au uh, haiba au utu ambao alikuja kutengeneza na kuwa aina ya mtu ambaye alivyokuwa akiwa rais. Sasa bado sijafika kwa Mseven, lakini hilo tu limefanya kunitafakarisha na kuniulize kuni kunifanya nijiulize, viongozi wetu wametoka wapi, wamefikaje fikaje hapo walipofika. Uh, tunapaswa kweli kushangaa tukiona mambo ambayo wanayafanya hivi sasa. Uh, au tunadhani kwamba ni kwa sababu tu wamepata nafasi ndio wamekuwa hivyo, au ni kwamba tukirudi nyuma tukaangalia walikotoka malezi yao makuzi yao values zao walizotengeneza na vitu vyao, mambo yote mpaka hapo walipofika tunaweza kuona wamefikaje walipofika. Tunapaswa kweli kushangaa, viongozi wetu wametoka wapi, wamefikaje fikaje hapo walipofika? Tunawapataje hawa viongozi wetu? Ni, ni maswali ambayo nimekuwa nikijiuliza sana.